Habari ndugu yangu, karibu tena kwenye Nuhu Online TV. Hapa tunakupa maarifa ya kweli ambayo atakusaidia kwenye safari yako ya kidijitali, na leo naenda kukufundisha kitu muhimu sana: kwa nini hutakiwi kutumia VPN kupata intaneti ya bure na mbinu bora zaidi za kutumia intaneti bila hatari. Najua aa, wengi wetu tunatafuta njia za kupunguza gharama za internet, lakini ndugu yangu, kuna mambo mazito ambayo lazima uyajue. Sasa ka tayari, weka simu vizuri na angalia video hii hadi mwisho, maana hapa nitakufundisha kitu ambacho watu wengi hawajui. Kwanza tuelewe VPN ni nini na inafanyaje kazi kabla hatujaangalia kwenye hatari zake. Hebu tuanze na kuelewa VPN ni nini na inafanya kazi vipi? VPN, yani video private network, ni teknolojia inayokuwezesha kuunganishwa kwenye internet kupitia seva nyingine, ili kuficha anwani yako halisi ya mtandao, yani IP address. Watu wengi wanapenda kutumia VPN kwa sababu wanataka kujificha kwenye internet, wanataka kufungua mitandao iliyozuiliwa, wanatumia mianya ya mitandao kupata internet ya bure lakini ndugu yangu, VPN sio suluhisho la kila kitu. Kuna hatari kubwa sana ambazo watu wengi hawajui, na hapa ndipo unapopaswa kuwa makini. Tunaendelea. Hatari kubwa za kutumia VPN bila kujua. Najua wengi wenu mnapenda kupata internet bure, lakini VPN inaweza kuwa hatari sana. Hizi hapa ni sababu kubwa kwa nini usitumie VPN kwa internet ya bure. VPN nyingi zinachukua data zako bila wewe kujua. VPN za bure zinakusanya maelezo yako ya siri na kuyauza kwa makampuni au hata wahalifu wa mitandao. Hii ni hatari sana kwa akaunti zako za benki na mitandao ya kijamii. Kasi ya internet inakuwa ndogo sana. VPN nyingi za bure mliziona, kuna hati uni, kuna turbo, zina kasi ndogo, au unajikuta internet inakuwa nzito sana, haifanyi kazi vizuri, matokeo yake unahangaika. Baada ya kufurahia internet, akaunti zako zinaweza kufungiwa bila wewe kujua. VPN zinabadili anwani yako ya mtandao mara kwa mara, na benki au mitandao mingine inaweza kudhani ni mtu anajaribu kukuhack. Hii inaweza kusababisha akaunti zako kufungiwa na usiweze kuzifungua tena. Wadukuzi yani haka wanaweza kukuibia kirahisi. VPN zinakuunganisha kwenye mitandao isiyo salama, na hii inaruhusu wadukuzi kuiba taarifa zako kwa urahisi. Unaweza kupoteza password zako, fedha zako, au hata akaunti zako zote. Ndugu yangu, bado unataka kutumia VPN kwa internet ya bure? Kama jibu ni hapana, basi nataka nikufundishe njia salama za kupata intaneti bila malipo au kwa gharama ndogo. Njia salama za kupata intaneti bila malipo au kwa bei rahisi, badala ya kutumia VPN hatari. Uh, hizi hapa ni njia salama za kutumia intaneti bila kulipa pesa nyingi sana. Yes, endelea kuwa nami. Tumia wifi za umma kwa uangalifu. <laughs> Sehemu nyingi zina wifi za bure kama malls, migahawa, kuna ofisi za serikali na shule. Hakikisha hutumii wifi hizo kuingia kwenye akaunti zako za benki au huduma za siri. Tafuta mipango ya interneti nafuu, bundle, yani bando trick. Kampuni nyingi za simu zinatoa ofa maalum za interneti nafuu uh, mfano sasa, sawa, kuna mitandao ya kijamii bila malipo, free Facebook, WhatsApp, Twitter bando za usiku au weekend za bei rahisi, mipango ya mwezi inayokupa GB nyingi kwa bei nafuu. Jifunze kusoma promotion za mitandao ili usitumie pesa nyingi. Jiunge na huduma za mitandao za serikali au miradi ya kijamii. Serikali nyingi zina miradi ya wifi bure kwa wananchi, jaribu kuuliza kama mji wako una huduma hiyo. Tumia programu za kudhibiti matumizi ya data. Kuna apps kama Google Datally kuna Oplimax ambazo hakusaidia kupunguza matumizi ya data na kutumia internet kidogo zaidi bila matatizo. Ndugu yangu, hizi hapa ni njia salama zaidi kuliko kutumia VPN ambayo inaweza kukuharibu au kukuharibia maisha yako ya mtandaoni. Nini cha kufanya sasa? Sasa umejifunza kwa nini VPN sio suluhisho kwa bora kwa interneti ya bure na njia bora zaidi za kupata interneti bila hatari. Sasa unapaswa kufanya haya yafuatayo. Acha kutumia VPN za bure zisizoaminika, tumia njia salama nilizokufundisha leo. Share video hii ili wengine pia wajifunze. Swali kwako. Ushawahi kutumia VPN kwa interneti ya bure ili kufanya kazi au ulipata matatizo? Niandikie kwenye komenti hapa chini. Bonyeza like, subscribe sasa, ili uendelee kupata mafunzo haya muhimu kila siku. Nuhu Online TV, tunaelimisha, tunakufundisha, tunakuinua. Asante.